kiangalia na nilikuwa najaribu kuangalia haraka haraka wakati see ametupitisha hapo, lakini pia na DT alivyotupitisha na tumesema kweli tunazo hoja ni chache, na mimi niwapongeze kwamba tulipata hati isiyokuwa na mashaka. Hongereni, na waheshimiwa madiwani, hongereni kwa kulisimamia ofiyangu, asija kaje yule bwana Maha, Maha, sana niko vizuri, la hasha. Siku zote tuone kwamba bado tu dhaifu ili tuweze kufanya vizuri, na usitake kusifiwa, wengine wakusifie kwamba unafanya vizuri. Usiseme mimi mwenyewe nafanya vizuri, maanake utakuwa unajitekenya mwenyewe halafu na unacheka mwenyewe. Kwa hiyo niendelee kuwaomba kama alivyosema na kushauri kushaurie tusiwe mabingwa wakuu wa kutetea, tuzuie hoja. Na ukipitia haraka haraka kwa haraka, utaona hoja nyingi za mwaka kaguliwe zile, zile ambazo zina maelekezo ya kamati ya Bunge, lakini hata zile ambazo ni za nyuma ukiangalia kwa undani kama kweli tukasimama nigesimama mahali pake, hoja nyingi mimi kwangu sioni kama ni hoja, kama kweli tuko serious, nyingi ni compliance, uzingatiwaji wa sheria, taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali ya serikali, ndio sehemu kubwa. Changamoto iko hapa, nyingi ziko hapo hiyo ni waombe watumishi wenzangu, hebu turudi tubadilike. Tunafanya vizuri sawa, lakini na tunataka tufanye vizuri zaidi. Kwangu mimi, kama mtendaji, tunasema hizi hoja ambazo zipo kama ishirini na kitu sio nyingi. Kwangu mimi, kama mtaalamu, hizo hoja bado ni nyingi, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu aliweka amri usiibe, usifanye hiki, usifanye hiki. Na sisi tuna sheria hizi, tusifanye. Kufanya vile ni kosa, kufanya vile ni kosa. Kwa hiyo ni waombe hebu, tuwe wazingatiaji wa sheria. ina, ina, ina, ina, inasikitisha kwamba hoja za nyuma, yani tunapata hoja tu sababu mtu alifanya manunuzi ya EFD commitment hapo haipo, kuna ukiukwaji wa sheria, kwa sababu sheria inakwambia kama hujanunua kwa kuzingatia sheria, kwa kupata risiti, siko sana. Lakini kuna watu walichukua masurufu huku, hawakufanya retirement. Sheria zipo lakini nani wakuisimamia ile sheria? Ni sisi watumishi. Sasa niombe hoja zile zote na bahati nzuri mkurugenzi huko hapa na wataalam wanalisikia zile hoja zote za miaka ya nyuma za laki, of course kuna nyingine zitakwenda miaka mpaka mpaka 27 zile ambazo ukwapa. Mimi nasema kama sio hoja, hebu ifike tarehe thelathini hii Juni, mkurugenzi unda, unda, unda tibu ndogo ipitie hizo hoja zote, kama kunahitajika vielelezo ama kila kitu, majibu yameshapatikana ameshapatikana, tuombe sasa, si yuko hapa aende kufanya verification tutoe hizi hoja ambazo hazina mashiko, lakini kwa mengine niombe tuandae taarifa na hii ni kuagize MMI tuwe na kikao cha Moklak tarehe kumi na nne na kumi na tano mwezi Agosti, kwa mkoa mzima tupitie tujiridhishe kuona hizi hoja zinazo ambazo zipo zina, zina uzito gani, na tuwe na majibu sahihi kipekee, mheshimiwa mwenyekiti nitumie nafasi hii kukupongeza wewe binafsi kwa usimamizi wako mzuri, hekima na busara ambayo imefanikisha halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kuendelea kufanya vizuri. Tunakupongeza wewe pamoja na waheshimiwa madiwani, ambayo haya mazuri yote ambayo yanazungumzwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika ni kwa sababu ya usimamizi thabiti wa waheshimiwa madiwani. Tunawapongeza sana kama serikali ya mkoa, na kama walivyosema wenzangu, tunaamini tunaamini kwamba kwa sababu mmeshaweka msingi mzuri, basi ishara Mwenyezi Mungu ajalie inapofika Oktoba basi na haya mengine yaweze kwenda vizuri na ninaamini kwamba Mungu atakwenda kuyatenda haya. Sisi zaidi ni kuendelea kuombea afya njema na mafanikio katika zoezi hili ambalo tutakwenda kulianza hivi karibuni, nikiamini kwamba haya mazuri ambayo tumeyafanya basi tuweze kufika kule ambako mheshimiwa DC alikuwa anazungumza, tuweze kufika ile nchi ya ahadi, na ninaamini Mungu atakwenda kuyatenda kama ambavyo yaya Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa katika kuendeleza nchi yetu na wilaya yetu. Fedha ambazo tumetaka kwenye vitao vya halmashauri, ukiunganisha fedha kwenye a unganisha kwenye ruasa TARURA, TFS na taasisi zingine, tunakwenda kwenye takribani bilioni mia tano kuelekea na sababu nyingine na ndizo zinafanya wananchi wa Tanganyika waendelee kutembea kifua mbele kwamba wanaye rais wa aliyewajali na sisi sote tunamsaidia kazi kwa nafasi tofauti, kwa nyakati tofauti, katika maeneo tofauti, katika majukumu tofauti, lakini kikubwa yeye amesimama mbele yetu nyuma yetu katikati yetu, yuko pamoja na sisi kama vile ambavyo Mungu alikuwa pamoja na Israeli wakati wa safari kutoka Misri kwenda Kanani. Sisi tunapenda Kanani ya mafanikio katika nchi, Kanani ya kiuchumi, Kanani ya demokrasia, Kanani ya kileo jema katika nchi yetu. Kwenye ustawi, utulivu na amani katika nchi yetu. Pia kwa taarifa za hesabu za mwaka 2023/2024 Halmashauri ya Wilaya ya Mpanda ilipata hati inaulizisha kwa maana ya unqualified opinion. Mheshimiwa mwenyekiti, hadi mwaka 23/24 halmashauri ya wilaya ya Mpanda ilikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi 38, zikijumuisha hoja za miaka ya nyuma. Baada ya taarifa ya ukaguzi kwa mwaka 23/24 kutolewa, ofisi ya ukaguzi wa hesabu mkoa wa Katavi ilipokea taarifa ya utekelezaji mnamo tarehe 6 Juni 2025 na kwa kushirikiana na wataalamu wa halmashauri yako tulifanya uhakiki baada wa kiki, wa nani, ya uhakiki, hoja 28 zimepatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa na kusalia hoja 27 sawa na asilimia 49, ya hoja zote. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja 27 zilizosalia zinaendelea kutekelezwa, hivyo zimesalia kwa ajili ya kufuatiliaji. Mheshimiwa mwenyekiti Halmashauri ya Mpanda ilikuwa na maagizo kutoka kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mtaa, kwa maana ya raki, ambapo halmashauri ilikuwa na maagizo sita ambapo maagizo yote yapo katika hatua ya utekelezaji. lakini kwa kweli tukushukuru sana, tumepata kibali lakini kutufikia salamu, lakini pili, kama salamu zangu nilivyosema, ni kukushukuru wewe kwa shughuli unazofanya, tunajua wewe ndio mkuu wa utumishi katika mkoa huu na mimi kwa niaba ya madiwani kwa sababu nimepata muda mwingi sana kukutana kwenye vikao mbalimbali comfortable kwa mbali mbali, kweli ni mtu ambaye unafikika muda wote, na kuna kipindi unaturuhusu mpaka tukutane na sisi wenye vitu. Tukushukuru sana kwa hiyo, naamini nataka nasemaye kwa kuwa najua inawezekana pia tusipate tuna muda kuona kama madiwani